Waandishi wa habari, mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA yataanza rasmi tarehe nane mwezi wa sita mpaka tarehe thelathini mwezi wa sita. Mashindano haya yatajumuisha takribani washiriki elfu kumi kutoka Tanzania bara na visiwani, wakiwemo wanafunzi wachezaji wa shule za msingi, wanafunzi wachezaji wa shule za sekondari, walimu wa, walimu wa michezo, maafisa sekta ya michezo na viongozi kutoka kwenye wizara yenye dhamana ya michezo hapa nchini. Mashindano ya utashamta yataanza tarehe 8 mwezi wa sita hadi tarehe 17 mwezi wa sita, na tarajiwa kufunguliwa rasmi na Mheshimiwa Kasim Majaliwa, mbunge wa, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe tisa, viwanja vya Kichangani. Wakati wa mashindano haya, michezo itakayoshindaniwa ni pamoja na soka wavulana na wasichana, mpira wa kikapu, mpira wa kengele mpira wa wavu, mpira wa netball, fani za ndani ambazo zitashirikisha ngoma kwa ayana, muziki ya kizazi kipya. Aidha, mashindano haya yatafanyika katika vifuatavyo: shule ya sekondari wasichana ya Iringa, shule ya sekondari Lugaro na viwanja vya chuo kuu cha ualimu Keru. Ndugu waandishi wa habari, napenda kualika wananchi wa mkoa wa Iringa kushiriki kwa kwenda kushuhudia mashindano ya michezo mbalimbali kutumia mbali fursa hii kuuza bidhaa katika viwanja vya mashindano mbalimbali mbali, kwa wajasiriamali wadogo na wakubwa pia kushangilia timu za mkoa wetu na Iringa ya Umtiamta na Umiseta. Mwisho, natoa wito kwa wananchi kujitokeza katika viwanja vya Kichangani tarehe tisa mwezi wa sita ili kushuhudia uzinduzi rasmi wa mashindano haya katika shughuli ambayo itaongozwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ina faida tunapoandaa haya, acha, ukishaandaa mashindano ya miaka mitatu mfululizo, kinachotokea utapata advantage ya kuwa na viwanja, ni wakati wa ku, kufanya michezo iwe jambo kubwa ha, viwa, yes, viwango sio vikubwa kama inavyotarajiwa, lakini lazima tuanzie sehemu. Hatuwezi kusema tuache michezo kwa sababu viwanja havijawa vizuri, na ndio maana unaona sasa, tunafanya miaka mitatu mfululizo, ili na uwekezaji nao ukifanyika mfululizo tuta end up tunakuwa na viwanja vizuri vya michezo. Hiyo yote kwanza, timu zetu zimejiandaa na sio kama tumeandaa tu mashindano, tumejipanga kushinda kama mkoa. Kwa hiyo walimu wetu wa michezo wanafanya vizuri, wameandaa timu zetu zote vizuri. Kwanza, laki, pi, kwa kwanza tumejiandaa kushinda, lakini pia tumejiandaa kuhakikisha kutakuwa na amani mda wote wa michezo ni timu za usalama kuangalia watoto wanakolala wanavyoishi, lakini pia ni fursa kwa mkoa wetu. Ukiacha wale watoto wanaocheza, angalia hao walimu wanaokuja, watakuwa, watakuwa hapa kwa muda wote almost mwezi mzima. Maana yake kuna fedha itabaki kwenye economy ya Iringa. Kwa kama mkoa tumejiandaa, na ndio maana tumewapa watu mpaka watu wanaanzisha biashara kama za chakula, tumewatafuta, tumewapa kwa maana kama kwa ruksa kibali tumetenga maeneo ambayo itakuwa inatoa hizo huduma yote. Haya ni maandalizi kwa kama mkoa, tumejiandaa kwanza kushinda, lakini pia tumejiandaa kwa kuhakikisha michezo inafanyika kwa ufanisi mkubwa. Ninayo hakika tunapomaliza miaka mitatu hii tutakuwa shule zote zina viwanja kwa sababu sasa tunalazimika. Kwa hiyo mimi, tumi nimefurahia, hii ni challenge kubwa wameleta, lakini wana upgrade michezo kwenye mkoa wetu.